Kwa nini watu wengi watakataliwa siku ile? Kwa nini watu wengi watakataliwa siku ile? Huu ndio jumbe ambao unaenda kutafakari katika siku ya leo. Tunasoma katika Biblia, Kristo anasema ya kwamba katika siku ile kuna watu ambao watakuja wakisema Bwana, Bwana, tukufanya hili na hili, lakini Kristo atawaambia kwamba, ondokeni kwangu siwajui, siwajui, kamwe. Ondokeni kwangu, siwajui kamwe. Angalie, leo nataka tukaangalia kwamba kwa nini watu hao ambao watakuja kukataliwa siku ile. Kwa nini watakataliwa siku ile? Hawa watu ambao Kristo atawaambia kwamba ondokeni kwangu, sikuwajua kamwe. Nasoma neno la Mungu, nasema neno wa Bwana Yesu Kristo katika kitabu cha Mathayo sura ya saba, nasoma kwanzia ule mstari wa 1, nasema: si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Mstari wa 22 anasema, wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ndokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Hapa Kristo anawaambia kwamba sikuwajua ninyi kamwe, ndokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Maanake hakuwajua toka walipokuwa hapa duniani, walipokuwa wakifanya huduma, walipokuwa wakilitia jina lake Kristo, hakuwatambua. Tunasoma tena katika kitabu cha Luka, Kristo tena anasema maneno haya anarudia tena katika kitabu cha Luka, Luka sura ya 13, tuanzie mstari wa 23, ambapo mtu mmoja anasema. Mtu mmoja akamuliza, je, Bwana, watu wanaokolewa ni wachache? Akawaambia, jitahidini kuingia katika mlango ule umembamba, kwa maana anawaambia kwamba wengi watataka kuingia wasiwezi. Hapa Kristo anasema kwamba ni wengi watataka kuja kuingia katika huo mlango wasiwezi. Anaendelea kusema mstari wa wakati mwenye nyumba atakaposimama na kuufunga mlango nanyi mkaanza kusimama nje na kubisha mlango mkisema e Bwana, tufungulie yeye atajibu na kuambia siwajui mtokako. Ndipo, anasema ndipo mtakapoanza kusema tulikula na kunywa mbele yako, nawe ulitufundisha katika njia zetu, naye atasema anawambia siwajui mtokako ndokeni kwangu ninyi nyote mlio wafanyaji wa udhalimu ndipo kutakapokuwa na kilio na, na kusaga meno mtakapomwona Ibrahimu na Isaka na Yakobo na manabii wote katika ufalme wa Mungu nanyi wenyewe metupwa nje. Hapa tunaona kwamba watu wengi, kuna watu ambao watakuwa ni wengi ambao watakuja siku ile, siku ile wakija wakitamani kuingia katika ufalme huu, lakini Kristo atasimama na kuambia ondokeni kwa siku kwangu, sikuwajua ninyi kamwe. Kristo hapa nawakana, anawaambia kwamba ndokeni sikwajua ninyi kwangu, japokuwa hawa watu hapa wanaonekana kwamba ni watu ambao walikuwa wanamjua Kristo ni watu ambao walikuwa wanatembea na jina la Kristo, ni watu ambao walikuwa wanalitumia jina la Kristo. Wengine walikuwa wanatoa unabii kwa jina la Yesu, wengine walikuwa wanakemea mapepo na wanawatoa mapepo kwa jina la Yesu, wengine walikuwa uh, wanawaponya wagonjwa kwa jina la Yesu, wengine walikuwa wanafanya miujiza mingi kwa jina la Yesu. Maanake hapa anasema tena wengine walikuwa wanakula na Kristo pamoja, alikuwa wanakula na kunywa mbele ya Kristo, lakini hapa Kristo anawaambia ondokeni kwangu ninyi wote mtendao maovu. Anasema kwamba siku wajua ninyi kamwe. Sasa leo nataka tuangalia kwamba kwa nini watu wengi hawa, kwa nini watakuja kukataliwa? Watu wengi ambao watakuja, wa ambao sasa hivi ni Wakristo ambao wanalitumia jina la Yesu, wengine ambao wanatenda miujiza kwa jina la Yesu, wengine ambao wanatoa unabii kwa jina la Yesu. Kwa nini hawa watu watakuja kukataliwa katika siku ile? Kwa nini watakuja kukataliwa katika siku ile? Hilo ndio swali ambalo tunajiuliza katika siku ya leo, hivyo basi Fuatana nami katika ujumbe huu mfupi tukapate kujua ya kwamba atakuja kwa nini Kristo kuwakataa hawa watu ambao sasa hivi wanalitumia jina la Yesu, sasa hivi wanatumia jina la Yesu, hawa watu ambao sasa hivi wanasema wanamjua Kristo, hawa watu ambao sasa hivi wanasema wameokoka ni wa Kristo, hawa watu ambao sasa hivi wanasema kwamba wananena kwa lugha, hawa watu ambao, watu ambao, sasa hivi wanatumia vipawa ambavyo Kristo amewapa, hawa watu ambao wanakula na kunywa na Kristo sasa hivi, kwa nini wanakuja kukataliwa katika siku ile? Kwa nini wanakuja kukataliwa? Kristo anakuja kuwakataa katika ile siku. Turudi twende tukasome tena katika kitabu, turudi katika kitabu cha Mathayo sura saba, turudi katika kitabu cha Mathayo sura saba, tuone kwamba kwa nini hawa watu wengi watakuja kukataliwa na Kristo katika siku ile, watakuja kukataliwa. Kumbuka kwamba anasema kwamba, kwamba ni wengi watakuja wakisema kwamba tulifanya hivi na hivi, lakini Kristo atawakana atawakataa katika siku hiyo. Sasa kwa nini Kristo anawakataa? Tusome kitabu cha Mathayo sura saba. Tuendelee kusoma kitabu cha Mathayo sura saba, tuanzie tena kusoma mstari wa 21. Anasema si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana, atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Kumbe anasema kwamba Kristo, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana, atakayeingia katika ufalme wa Mungu. Maana yake kwamba sio kila mtu ambaye anasema ni Mkristo ndiye ambaye anaweza akaingia katika ufalme wa Mungu. Sio kila mtu ambaye anasema kwamba ameokoka na analitia jina la Yesu ndiye ambaye anaweza kaingia katika katika ufalme wa Mungu. Sio kila mtu ambaye anafanya miujiza. Sio kila mtu ambaye ananena kwa lugha, sio kila mtu ambaye anatokewa na malaika. Siyo kila mtu ambaye ambaye anafanya anafanya mambo anafanya ambaye anampendeza Mungu kwa macho wake mwenyewe, sio kila mtu ambaye katika hali hiyo anaweza kaingia katika ufalme wa Mungu. Lakini Kristo anawaambia kwamba bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Maana yake ni kwamba mtu ambaye ataweza kuingia katika ufalme wa Mungu yule ambaye anafanya mapenzi ya Mungu yule ambaye anafanya mapenzi ya Mungu. Hivyo tunapata ujua kwamba kwanini watu wengi watakuja kukataliwa katika siku ile, kwa sababu hawakufanya mapenzi ya Mungu, hawakuwa wanafanya mapenzi ya Mungu, ndio maana watakuja kukataliwa katika siku ile. Sasa tunajiuliza kwamba mapenzi ya Mungu ni yapi. Je, mapenzi ya Mungu ni yapi? Jee, mapenzi ya Mungu ni kama kwenda kutoa aa, sadaka kwa maatima? Je, ni kama kuwasaidia maatima Ah, mapenzi ya Mungu ni kufanya nini? Mapenzi ya Mungu ni kufanya kazi ambao unazifanya. Mapenzi ya Mungu ni kuhubiri. Mapenzi ya Mungu ni nini? Mapenzi ya Mungu ni kwenda kuimba, kuimba kanisani na kumsifu Mungu. Mapenzi ya Mungu ni yapi? Tunataka tujue mapenzi ya Mungu ni yapi, kwa sababu hapa kunaonekana kwamba kuna watu ambao walikuwa wanafanya mambo hayo. Kuna watu ambao walikuwa wanafanya wana, wana, hizo huduma. Kuna watu ambao walikuwa wanawatoa mapepo kwa jina la Yesu na mapepo wanatoka. Kuna wengine ambao walikuwa wanafanya huduma kama hizo. Kuna wengine ambao zaidi walikuwa wanatoa unabii kwa jina la Yesu. Maana kuna wengine ambao walikuwa wanafanya huduma. Kuna wengine ambao ni wachungaji walikuwa wanalichunga kanisa. Kuna wengine ambao walikuwa na hizo karama na wanalitumia. Kuna wengine ambao walikuwa ni waimbaji, lakini watakuja, wanakuja kukataliwa. Je, je, hapa tunaona kwamba, je, haya yote walikuwa wanayafanya, je sio mapenzi ya Mungu? Na kwanini, uh, kwa nini Kristo anakuja kuwakataa na kuwakana kabisa na kuwaambia kwamba ondokeni, sikuwajua kwa ajua komu. Maana ni, tunatapaswa kujua, mapenzi ya Mungu ni yapi mapenzi ya Mungu ambao mimi nawe tunapaswa kufanya ili tusije tukakataliwa katika ile siku ya Bwana. Anasema katika kitabu cha waraka wa kwanza Salonika, sura ya 4 tusome kuanzia ule mstari wa tatu. Anasema tuanzie ule mstari wa kwanza kabisa, anasema iliyobaki ndugu, tunakusihini ya ku... Anasema iliyobaki ndugu, tunakusihini na kuwaonya kwamba mwenende katika Bwana Yesu kama mlivyopokea kwetu, jinsi wapasavyo kuenenda na kumpendeza Mungu kama nanyi mnavyoenenda hivyo, hivyo hivyo mpate kuzidi sana Soro wa, wa pili anasema kwa kuwa najua ni maagizo gani tulio hapa kwa Bwana Yesu. Soro wa tatu anasema maana haya ndio mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni yapi? anasema haya ndio mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu, mwepukane na, na washirati. Kila mmoja, kila mmoja wenu ajue kuweza mwili wake katika utakatifu na heshima kila mmoja wenu hajue kuweza mwili wake katika utakatifu na heshima. Hayo ndio mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo hapa tunapata tunapaswa tunapata kujua kwamba mapenzi ya Mungu kumbe sio kwenda kufanya miujiza kwa jina la Yesu. Kumbe mapenzi ya Mungu sio kulitia jina la Yesu, sio kutoa mapepo kwa jina la Yesu. Kumbe mapenzi ya Mungu sio kutoa sadaka nyingi kanisani. Kumbe mapenzi ya Mungu sio kuimba kumwimbia na kumsifu Mungu kwa uzuri wote, sio mapenzi ya Mungu. Kumbe mapenzi ya Mungu, hapa tunaambiwa kwamba mapenzi ya Mungu ni kutakaswa kwetu tuepukane na washirati na tuweze miili yetu katika utakatifu na heshima. Kumbuka anasema kwamba tuweze miili yetu na wala sio tuweze roho zetu, kwa sababu ya kwamba kuna elimu ambayo inatoka kuzimu. Wengine wanasema kwamba Mungu anaangalia roho haangalii mwili, lakini hapa Biblia inatuambia kwamba tunapaswa kuweza miili yetu katika utakatifu na heshima, katika utakatifu na heshima hiyo. Hayo ndio mapenzi ya Mungu. Hivyo basi ndugu yangu, fahamu ya kwamba iwapo kama uendi katika mapenzi hayo maanake huwapo kama hauishi katika utakatifu, utakatifu wa ndani kabisa na utakatifu wa nje, kama hauishi katika mapenzi yao ya Mungu, kama hauishi katika utakatifu huo, fahamu kwamba kumwona Mungu ni kumwona Mungu, kuingia katika ufalme wa Mungu hakutawezekana kuingia katika ufalme wa Mungu kama ufanye mapenzi ya Mungu kama hauishi katika utakatifu. Tunathibitisha tena maneno hayo katika kitabu kile cha Waebrania sura ya 12 mstari wa 14, ambapo Biblia inasema kwamba tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu, ambao hakuna awezaye kumwona Mungu asipokuwa nao. Kumbe kuweza kumwona Mungu unahitajika kuwa na utakatifu, wala sio kufanya miujiza mingi. Maana yake ni kwamba kufanya miujiza kwa jina la la Yesu, kutoa pepo kwa jina la Yesu, kukemea mapepo na kutoa, na kutoa na kuwaponya wagonjwa na kutoa sadaka na kuwatembelea mayatima na kumwimbia Mungu na kumsifu Ndugu yangu fahamua kwamba hayo hayo yote ni wajibu wa kila Mkristo aliyeokoka. Maana yake ni kwamba ukiwa umeokoka, maana yake lazima unapaswa kufanya mambo hayo, basi kumtumikia Mungu kwa karama mambo Mungu amekupa, unapaswa kutumia kalanda, talanda yako vema, unataka unapaswa kufanya hayo yote. Lakini ndugu yangu fahamu kwamba kigezo cha kuingia katika ufalme wa Mungu ni utakatifu, kigezo cha kumwona Mungu ni utakatifu. Hiyo ndo mapenzi ya Mungu na Mungu ndiye ambaye anataka anapendezwa tuishi katika utakatifu, sio kwamba Mungu anapendezwa tumfanyie kazi alafu bado tunaishi katika maisha asiyo mpendeza yeye. tunaishi katika maisha ambayo hayana akisi hayakisi uwepo wake mwenyewe kwa sababu yeye anasema mtakuwa takatifu kama mimi nilivyo. Maana maanake Mungu ni mtakatifu. Kwa hivyo katika siku ya leo fahamu kwamba katika ile siku, ile siku, watu, watu watakuja kukataliwa kwa sababu ya kwamba wamekosa utakatifu, na hapa tunazungumzia utakatifu wa ndani na nje, kwa sababu hapa tunasoma neno la Mungu linatuambia kwamba tunapaswa uweze kutakaswa miili yetu na roho na nafsi zetu mpaka ile siku ya Kristo kurudi, barua ya kwanza Wathesalonike sura ya 5:23, ambapo Biblia inatuambia kwamba Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu, mhifadhiwe mwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana Yesu Kristo. Maanake Biblia hapa inatuambia kwamba kwamba miili yetu nafsi zetu na roho zetu zinapaswa anasema, anasema Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu, hapa hajazungumzia tu roho amesungumzia mwili, amesungumzia mwili roho na nafsi. Maana yake kwamba mwili wako unapaswa uwe katika utakatifu, maana yake roho yako inapaswa iwe safi. Maana yake nafsi yako inapaswa iwe safi, sio nafsi na roho tu paka mwili wako. Kwa hiyo ndugu yangu fahamu kwamba iwapo bado unaharibu mwili wako kwa kuchafua kwa kigezo ya kwamba Mungu angalie mwili, fahamu kwamba haijalisha kwamba utakuwa unafanya nini, haijalisha kwamba utakuwa unanena kwa lugha ngapi. Haijalisha kwamba utakuwa unafanya miujiza mingi kiasi gani. Kama hauishi katika utakatifu kamili kama mwili wako hauishi kulingana na utakatifu hau, hauweki katika kigezo cha utakatifu kama mwili wako utunzi. mwili wako una, angalia mwili wako unaweka nini, angalia vitu ambavyo umeweka katika mwili wako umechora, angalia alama ambazo umeweka katika mwili wako, angalia hizo vitu ambavyo umeviweka katika mwili wako je, mapenzi ya Mungu uwe na hizo vitu? Maana yake ni kwamba kama umeweka chochote ambacho Mungu hajakuumbia nacho, maanake kama umebalisha hizo nywele, umeweka nywele bantia wiki katika kichwa chako na masikio yako umeatoboa na kuweka, uh, bangili. Masikio yako umeatoboa na kuweka urembo. Masikio yako na pua umetoboa na mdomo umepaka rangi. Maana yake umebalisha wasili wa Mungu kwa kigezo kwamba Mungu angalii mwili huo, anaangalia roho. Lakini Biblia hapa inatuambia katika kitabu kile cha waraka wa kwanza Korinto, waraka wa kwanza Korinto ukisoma ile sura ya 3 na ile mstari wa 16 anasema, Biblia inatuambia kwamba miili yetu, miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Tena anasema kwamba miili yetu, anasema kwamba si, anasema sisi sio, anasema sisi sio mali yetu wenyewe tu bali sisi ni mali ya Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ndugu yangu fahamu kwamba huo mwili ambao unauharibu kwa ku, huo mwili ambao unaweka mambo ambayo hampendezi Mungu, mambo ambayo ni mambo ambao watu wa kidunia wasiotaka kumjua Mungu wanaweka miili yao, wanaweka mapambo wa kila namna, wakucha zao wamebadilisha rangi, maana yake ni kwamba wamefanana na baba yao Ibilisi. Ndugu yangu fahamu kwamba kama huishi katika utakatifu kamili, kama bado unaendelea kufanya ni mambo ambayo ha, ni mambo ambayo unajua kabisa. Hayo sio mapenzi ya Mungu. Kama unafanya mambo hayo fahamu kwamba kwa kuingia katika ufalme wa Mungu itakuwa, ndugu yangu, ile siku ni majuto makuu sana kwa sababu Kristo atakuja kukata, kukataa. Ijapokuwa sasa hivi Kristo anakutokea, ijapokuwa malaika anakutokea, ijapokuwa sasa hivi unakula na ku, nakunywa na Kristo, ijapokuwa sasa hivi unaomba na unapokea majibu, ijapokuwa unajua maandiko yote, lakini kama hauishi katika utakatifu wa mwili, nafsi na roho, kumbuka kwamba kuingia katika ufalme wake ni ngumu, kumbuka kwamba kumuona yeye ni ngumu kwa sababu hapa anasema kwamba wengi watakuja wakisema kwamba tulifanya haya yote, tulikuwa tunafanya uh, tunatumia jina, jina lako kufanya hivi na hivi, lakini Kristo atawakataa katika ile siku, kwa sababu hawakuishi mapenzi ya Mungu, kwa sababu anasema kwamba anasema uh, kwamba uh, mtu ambaye afanye mapenzi ya baba, mtu ambaye afanye mapenzi ya Mungu anasema kwamba huyo ajalisha atakuwa anafanya nini, hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Na mapenzi ya Mungu, mapenzi ya baba penzi ya Mungu ni kuishi katika utakaso wa nafsi na roho. Maana yake ni kuishi katika utakatifu wa mwili na nafsi. Kwa hiyo, ndugu yangu, fahamu kwamba ile siku imekaribia ambapo wengi watakuja wakitaka kuingia wasiweze. Ile siku ipo karibu, ndugu yangu. Kristo amekaribia kurudi. Fahamu kwamba nyakati ambazo unaishi, tunaishi katika sekunde za mwisho kabisa. Wakati wote Kristo anaweza karudi. Ndugu yangu, jiulize kwamba Kristo akija leo, je, kwamba una kigezo cha kumwona Kristo? Una kigezo cha kwenda kuingia katika ufalme wake? Je, unaishi utakatifu wa nje na ndani Je, yeah, angalia Ukristo wako, Ukristo wako kwanzia ulivyookoka. Je, yeah, umesogea huko pale pale? uli, pale pale pale pale, unavyosema kwamba uliokoka siku ile, bado unaendelea kushikilia mambo ya kidunia, bado unaendelea kupenda ulimwengu, bado hauna tofauti na watu wa kidunia. Hauwezi kuingia katika ufalme wa Mungu kama hujabadilishwa maanaake kama hujafanyika mwana wa Mungu, kama hujapata uja, vigezo vya kuingia katika ufalume, kama uishi utakatifu wa mwili na nafsi. Kwa hiyo ilohuo ndo ujumbe wa siku wa leo ambao tumepewa ili tuweze kutafakari njia zetu tupate kuweza kutengeneza maisha yetu ingalipo bado tunayo nafasi, kwa sababu ile siku, ile siku ambapo Kristo atasimama na kufunga mlango umekaribia. Ndugu yangu, fahamu ya kwamba usiendelee kukumbatia dunia, usiendelee kuishi maisha yasiyompendeza Mungu, usiendelee kujitumainia kwamba una kanisa nzuri, una kanisa kubwa, una kanisa ambalo ni linanena kwa lugha, una kanisa ambalo usiumebatizwa. Fahamu ya kwamba mapenzi ya Mungu ni kuishi katika utakatifu. Hivyo kuanzia leo, anza kutafuta utakatifu wa mwili na nafsi na roho, anza kutafuta utakatifu wa nje na ndani. Kuanzia leo, anza kutafuta kuishi mapenzi ya Mungu, na Bwana Mungu akusaidie, neema yake ikusaidie, ili uweze kuishi kulingana na mapenzi yake. Sante Bwana Yesu, nakushukuru kwa neema yako, nasema asante kwa fadhili zako. Sante kwa maneno ambayo ambao, umeachilia maneno ya uzima. Naomba utusaidie kwa neema yako, ili tupate kuweza kujua na tuweze kutafuta kufanya mapenzi yako, ili ile siku tuje tukubalike katika ufalme wako, tusije kuwa miongoni mwa wale ambao watakuja kukataliwa katika ile siku. Inakuomba kwa msaidia yule dada na huyu mama kila mmoja ambaye anasikia, ambaye ataenda kufikiwa na ujumbe huu, naomba pate kufungua moyo wake na macho yake, akapate kuona wewe, kila ambacho unataka tupate kujua ya kwa kwamba tunapaswa kuishi katika mapenzi yako, ambapo tunapaswa kuishi katika utakatifu kama wewe mwenyewe ulivyo mtakatifu. Naomba utupe yako mtakatifu, yako mtakatifu apate kuusaidia na kufungua macho yetu, ili tukapate kujua wewe zaidi vile ambavyo tunakujua katika jina la Yesu, hayote nimeomba, nikiamini.